Ninavaa kofia ya wokovu na amani ya Kristo idumishe mawazo yangu. Kuanzia leo, naomba niongoze katika njia yako na kunipa amani, furaha na nguvu mpya. Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi, ewe mwanzo na mwisho, ewe Alfa na Omega, na kuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo, mkombozi wangu. Ninakuomba sasa utume nguvu yako ya kunilinda na kunitetea dhidi ya adui. Naamuru malaika zangu ulinzi wainuke sasa wampigie kelele adui na mizigo yote na njia zake zote, adui waliokuja usiku kwa njia ya ndoto na kubebesha mizigo isiyokuwa yangu, kuanzia mawazo ya akili yake, jina langu, umiliki wa jina langu ninamvulia, umiliki wa jina langu ninamkatalia, umiliki wa jina langu langu langu ninamvua umiliki wa jina langu. Alikuja kwangu kwa jina langu, kuwa aliachiwa njia ya kuijilia, ile njia aliyoijilia ninaifunga sasa, ninaifuta katika ulimwengu wa kiroho, hata isionekane tena.